Habari wa Tanzania habari <coughs> za wakati huu e, na kuja tena kueleza mambo mawili matatu ambayo kwa mstakabari mpana kabisa wa taifa letu hayako sawa. kwa takribani majuma mawili amaskosei polisi ilitoa listi ya watu inawatafuta, na cha kushangaza katika taarifa ile, jina la Humphrey polepole balozi halikuwepo. Na hii maana yake nini? Maana yake polisi wanajua Humphrey yuko wapi. E, na strategy wanazotumia za kitoto sana, mpaka unajiuliza hawa watu wasomi namna hii, alafu wanafanya mambo ya ajabu kiasi hichi. Jambo jingine ambalo, eh, nililipata kwa muda kidogo umepita, nikasema hebu ngoja nitalitolea taarifa. Kuna vikao vilikuwa vimefanyika, na vikao hivi vilikuwa ni wanamtandao wahuni na haramu Niite kitimoto. E, katika kikao kile kuna mjumbe aliuliza kuhusu e, nini kifanyike e, kwa kwa kwa Humphrey Polepole. Kikwete alisisitiza aendelee kushikiliwa, sasa e, e, mzee Kikwete na kuheshimu sana, eh, na kuheshimu sana lakini katika hili tutatofautiana sana eh, tutatofautiana sana tena sana Kikwete uchungu wa mtoto na ujua una kuna watoto una watoto, una watoto. nikukumbushe tu uchungu wa mtoto Kumbuka kipindi kile umepata safari ya ghafla ya kwenda China, unakumbuka uchungu wa mtoto. Humphrey ana mke, Humphrey ana watoto, Humphrey ana mama, Humphrey ana ndugu na jamaa, alafu kwa kauli yako Humphrey endelee kushikiliwa. Inasikitisha taifa la Tanzania, yaani idara zote nyeti ziko control na remote. Mnatesa na kunyanyasa watu, mnatesa na kunyanyasa watu. Nikukumbushe kidogo eh, nikukumbushe kidogo nyinyi, wana mtandao wahuni haramu kitimoto, eh, hapa duniani kuna vibuli vikubwa vya aina tatu, na ukiona umepata kibuli kimoja kati ya hicho ujue anguko lako haliko mbali na anguko hilo huwa ni kifo e. Kuna kiburi cha uhai, yaani ukishakuwa na uhai tu unalinga, unafanya hivi, unaona watu wengine si sawa, wewe ndio bora na watoto wako e, mle vizuri, mnywe wine, msherekee, mfanye nini, wengine wao watumishi wenu wawapikie, wafanye hivi, anguko limekaribia. Kiburi cha pili ni kiburi cha pesa. Kiburi cha pesa kinakwenda na uzuri hapo ya ndani yake, yaani unajiona wewe ndio bora sana hmm. Wengine wote hohehahe, hawana hawana maana kabisa katika dunia hii. Anguko lake ni kifo. Na kiburi cha mwisho cha tatu ni madaraka. Leo hii Tanzania imekuwa kama yani hakuna serikali kwa sababu serikali ni haramu, yani, hmm? Serikali haina tofauti na kiti moto haramu, eh, ee, Sasa madaraka ambayo mnayo na pengine, wewe mshika remote, mnakuwa hmm? mna kiburi cha madaraka cha kutesa watu, kuua watu hmm? kupoteza watu, kuteka watu kwamba mtu yoyote tunaweza tukamfanya kitu chochote kwa wakati wowote, na hii mwisho wake ni kifo. Niwakumbushe, niwakumbushe, Mungu yupo, Mungu yupo na Mungu huwa hachelewi. Mungu yupo na Mungu huwa hachelewi. Jambo jingine niwaambie, kwamba mzee Kikwete, kwa sababu wewe ndio ulitoa order ya Humphrey yaendelea kushikiliwa kama ndio hivyo basi, tupe mwili wake tuzike, hmm? Tupe mwili wake tuzike, mzee, uendelee kunywa wine, nyama choma eh? Uenjoy kabisa eh? Na mama nyumbani eh? Watoto safi kabisa. Sisi kama vipi, tupe mwili wetu basi, kilo safi kabisa. Tupe mwili wetu tukazike, tukazi unaona, maanake kwako hamfe ni kero Kama uwezi kumwachia, tupe mwili wake tukazike. Kilo safi kabisa. Eh? Sisi hatuna shida. Na wewe kunywa wine safi kabisa mzee. Nyama choma nini, safi lakini tujie mwili. Kama utaki kumwachia akiwa hai. Eh? Ili wine yako iteremke kwenye koo. Mzee, sijui unakunywa dompo lakini, anyway it doesn't matter. Cha msingi hapa ni hamfe umwachie huru au tupe mwili wake tumzike, ndugu yetu, tujue kwamba ndugu yetu tunaye au hatunaye. Na, najua sasa hizi unafurahi, unakunywa waini yako vizuri, nyamachoma. Okei, oke mzee, ok oke okay, mze. Okay, okay. Nikukumbusha safari ya China. E, jambo jingine yule yule mwanamtandao mwenzenu mlemtuma kuhakiki namba yangu Alikuja, alikuja eh. anajitahidi anafanya kazi nzuri, lakini mwambieni asio mwoga, mwambieni asio mwoga eh? Eh, alikuja alafu dakika mbili namba yake akafuta kwenye system <laughs> eh? mwambieni asio mwoga, system si ya kwetu Tanzania. Sasa anafuta namba yake yaani Eh, alafu hatakiwi kuja kudanganya aje straight forward hmm. Niwakumbushe mimi ni professional soldier, askari mnajua ni nini, kwa hiyo mwambieni asio mwoga eh, na ni mtu mwema hivi, alinieleza mambo kadhaa nafanyia kazi hmm. Eh pamoja na mengine yote mipango yenu ya kunidhuru iko mezani e, naifanyia kazi e, sisi kule kwenye medani chakabuzi tunasema kumpiga busu mamba mm. kule kwenye medani e, maeneo yetu ya kujidai kule tuna theory yetu moja ya kumpiga busu mamba e, Zamani tulikuwa tunasema kumshika simba korodani, lakini ilishakuisha. Siku hizi kuna kumpiga busu mamba e. Mipango yenu ya kunidhuru iko mezani e, mnakaribishwa, kwa sababu kwangu kufa ni faida e, na kuishi ni Kristo e. Pamoja na mambo mengine yoyote, mimi Yesu Kristo ndo mpango mzima e, namwamini Mungu Eh, mkifanikiwa, and the opposite is true <laughs> eh, Watanzania, niwaeleze kitu kimoja. Kundi hili la wanamtandao wa huni ni kundi baya sana. Angalieni nchi yetu ilipofika mpaka sasa. Nchi imejaa taharuki, nchi wananchi wamekufa Halafu watu wanafanya sherehe, wameshinda. Nani alipiga kura eh? Hali za watu zinazidi kuwa duni. Watanzania tusiogope, kila mmoja kwa nafsi yake asimame apaze sauti, kwa vitendo, kwa vitendo kabisa, hmm. Niko Tanzania tarehe 9 Tutaanzia pale Masaki, tukitoka tunakuja Mikocheni. Tukutane huko. Mungu ibariki Tanzania.